Na mtukisalia kwenye ngoma za walioshinda. Viongozi wa chama cha ODM wameongoza wafuasi wao kusherehekea ushindi katika uchaguzi mdogo wa hapo jana. Mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga alitumia fursa hiyo kuhimiza umoja ndani ya chama cha chungwa, kama anavyotuarifu Stephen Leto. Chama cha chungwa kilijitosa kwenye miji tofauti kusherehekea ushindi. Katika maeneo bunge ya Kasipul, Ugunja na Magarini imeenda katika kaunti ya Kilifi, naibu kinara wa ODM Abdul Swamad Sharif Nasir na gavana wa Kilifi Gideon Mungaro walipeleka shamra shamra za ushindi wa chungwa katika maeneo ya Magarini na Malindi mjini. Kuna wengine, unajua, wanajisema kwa wao wanasikiza ground. Mimi nawaambia hii alama, ukifanya namna hii, huku kwetu tunasema sikio linauma na, na wale ambao kwamba ni matabibu walisema sikio likiuma, dawa yake ni chungwa kwa hivyo, katika kila maeneo ambayo kwamba masikio inauma, tunaambia tunawaletea machungwa wapate vitamini. Tuna dawa, tuna dawa. Lakini hapa alipokuja Akilifi alikuwa masikio ya magonjwa ametiwa pamba, hakusikiza grant, akaanza kubabaika huu Mungaro amekutana na hawa o oh. Mungaro amefanya hivi hata nimwambie yule ule jamaa wa DCP Rigathi Gachagua, huu wembe wa kombe safari hii, wembe ni ule ule ule 2027. Walioshinda uchaguzi hapo jana watakula kiapo bungeni wiki ijayo. Stephen Leto, runinga ya Citizen.